Mafunzo hayo yameongozwa na mshauri na saha Bwana Laurian Museli ambaye amewahimiza wanaume kutambua umuhimu wa afya ya akili hususan katika kukabiliana na changamoto za maisha ya kila siku kama vile msongo wa mawazo na matatizo ya kifamilia and uh, it was a non stop uh, session interactive questions educative everybody participating. I have in mind uh, CMA within the diocese of uh, Catholic Diocese of Mombasa. I have in mind the KAMA, the Kenya Anglican Men Association in Voi, that is Taita uh, Taveta SK Diocese. They, they also have shown interest. And I think uh, many men men are always a bit uh, reluctant uh, to come to mental health uh, attention or even to attend counseling and psychotherapy but from these groupings and from this psychoeducation i think we can get more men coming up and we can help more men uh, so that we save more lives particularly lives being lost through depression and suicide Washiriki wa, wa mafunzo hayo wameelezea kufurahishwa kwao na elimu walioipata wakisema ni hatua muhimu katika kuwajengea uwezo wa kushughulikia matatizo ya kiakili kwa njia chanya. Wanaume tumefahamu kwamba tuna changamoto nyingi, mojawapo ikiwa ni mambo ya uchumi. Unapokuwa kuna hali ya ambayo haifahamiki, ama na hiyo inachangia kwa sababu yeye ndio kichwa katika familia na akiwa kichwa kwa familia, kila mwanafamilia anamtegemea yeye, na anapopungukiwa kwa upande wa fedha, basi anakuwa siyeye tena kichwa, anadhalilika. Na pili, tumegundua kwamba kuna uh, maradhi ama hali za mwili kutokubaliana kuto na hali za uchumi basi mwanaume anakuwa chini. Mafunzo haya ni sehemu ya juhudi za CMA katika kuinua maisha ya wanaume kwa kuwawezesha kimwili, kiakili na kiroho. Gabriel Mokoma, Taita Taveta.